akiba akiba ya kuzimu, akiba ya mateso ya milele. Waweza kufanya mambo mengi mabaya ya kuchukiza mbele za Mungu, yamkini ukamtenda hata mwanadamu mabaya, ukasema unamkomesha, unamkomoa, kuwa ukitenda jema unajitendea mwenyewe, na ukitenda baya unajiwekea akiba ya kuchoma moto jehanamu ya milele, na hiyo ndio mauti ya pili. Haleluya mm. Neno la Mungu nasema sauti kutoka mbinguni.